Nando hivyo tena ya tumerudi tena na kurudi kwetu si kwamba tunakuja kuwaomba tuishi nao tena kimaisha. Hapana, tumerudi sasa kwa kuambia kwamba tuliko kwenda walitupokea vizuri na wakatupa kitu fulani ambacho kinatuma tunapambania maisha yetu, na kwa kuwa kuna watu ambao wanaweza kujiunganisha nao kimaisha, wanakustopisha miradi fulani fulani. Kwa hiyo kurudi kwetu kwa kuishi nao si kwamba tumekosa mahali pa kwenda bali tumekuja kuonyesha kwamba Mungu anaweza. Lakini najutia sana ndugu yangu ninapokuwa na wewe eti kabisa, hautosheki jinsi ulivyo, hautosheki kabisa na kila kitu ulicho nacho. Fahamu kwamba kwenye maisha haya kuna watu ambao wanahitaji kidogo ambacho ulichokuwa nacho. Kwa hiyo kwenye maisha kuna kitu ambacho waga nimejifunza, kwamba ili tupate sisi kila kitu tunachokihitaji, sio tena kwa kubaki mahali ambapo waga tulikuwaga tukiishi tulikuwa tukizalalika, tukinyanyasika. Hapana, toka bro. kwa sababu unapotoka na kutafuta maisha mahali pengine, uoa ndo msaada wako wa maisha, kwa sababu wengi waga wanazingatia hiki kitu kwamba nikitoka hapa ambapo naishi hakuna mahali ambapo nitakapokwenda, hakuna mahali ambapo nitakapoishi, hakuna kitu ambacho nitakachofanya. Hapana, unajidanganya Toka na uende, na kuna muda kutoka kwako, kuna kitu fulani ambacho kitakachokuja kwa kurahisisha mafanikio yako, kwa sababu watu wengi uwaga sana wanazingatia sana watu ambao wapo nao kimaisha, na na kujikazanishia mahali ambapo walipokuwa pasipo kujitoa kuji weka mbali na wale watu ambao waga wanafanya wanasitisha malengo yao. Kama wewe upo kwenye hao watu ambao waga wanazingatia wanapambana hadi kifo wa mahali ambapo hapana faida, toka basi na kwenda tafuta faida mahali pengine, kwa kuwa nime nimejifunza kitu kwenye maisha, na kitu hichi ambacho nimejifunza ni kitu cha kusema kwamba kwenye maisha unapowatumainia watu fulani ni pale ambapo kabisa unaenda kuwategemea pia, kwa sababu kuna utofauti kati ya kutegemea mtu na kumtumainia, na kuna watu fulani ambao wanaweza kutumainia kimaisha lakini malengo yao na na nia yao haipo kabisa kwa kusapoti wewe. Unaona, ni kwa kupoteza nyota yako. Sasa usiwe mtu wa kupoteza nyota yake. Sasa uwe mtu wa kupambana kwa kuangarisha nyota yake, kwa kuwa nyota yako inaweza kusaidia kwenye miradi fulani fulani ambazo zitakufanya wewe uwe mtu mkubwa. Kuwa mtu mkubwa au mtu maarufu duniani, sio kuishi na watu maarufu, hapana. Kuwa mtu mkubwa na mtu maarufu ni kujiungia njia yako binafsi ya mafanikio Unaona, unaweza kujiungia njia yako binafsi ya mafanikio na unakuwa kuwa mtu mkubwa, na unaweza jiunga kuwa na watu wakubwa au kuishi na watu wakubwa kimataifa, inakuja kukuletea shida, kwa kuwa kwa sasa mataifa mengi ambayo yanaishi kwa kutapeli nyota za wengine na wanapotapeli nyota yako ni pale ambapo kila kitu utakachokifanya hakitokuwa sahihi. Inabidi upambane bro, kama wewe ukingali kabisa kwenye hivi vitu ambavyo uaga vinakufanya wewe unazingatia sana watu fulani ambao wakutaki wakujali, unajiunganishia nao, unaunga waya nao, unaunga connection flani nao. Na kusi sana toka na kwenda tafuta maisha mali, pengine kwa kuwa kuna maisha baada ya tukio, kwa kuwa Amiraud alisemaga kwamba kuna maisha baada ya tukio, na mimi nimeshaanza kusupport wa msemo kwa kuwa ni kweli, nimeyaona na nimeaishi, si kwamba sijaaishi, ndo hivyo. Kwa hiyo pambana sana, na kwenye video ambayo inayofuata inabidi tuongelee siri sita za mafanikio, na kwa hiyo usikose kabisa kwa, ku, kwa kufuatilia hizo siri sita za mafanikio ambazo zinazokuja ni video mpya sana ambayo itakuwa very very smart, very good kwa wale mafighters wanaopambania maisha yao binafsi. Kwa hiyo mafighters, never give up. Never slow down. Sijui upo na mimi.